Najisikia amani sana nikiona daraja kama hili, maana limekamilika. Kwa hiyo tunashukuru, tumepata urahisi. Kutoka Kigongo cha ndoto hadi Busisi la mafanikio, daraja la JPM ni zaidi ya muunganiko wa ardhi, ni daraja la nafsi na daraja la maisha mapya. E, ilikuwa ni ndoto ya marehemu kuja kuunganisha eneo hili kupitia daraja ambapo, e, daraja hili tulilisanifu kwa kutumia e, teknolojia ya madaraja makubwa ambayo inaitwa extradosed bridge katika mawimbi ya Ziwa Victoria, mahali ambapo upepo unachora historia na mawimbi yanabeba matumaini ya kizazi kipya, Tanzania imeandika ukurasa mpya katika sekta ya miundombinu. Kwa sasa hivi, daraja baada ya daraja kukamilika, utapata faida kwamba tutapata abiria moja kwa moja kutokea hapa Kigongo feri, moja kwa moja mpaka Geita na ambapo zamani tulikuwa tupati fursa hiyo. Kukamilika kwa daraja la JP Magufuli katika eneo la Kigongo Busisi, mkoa wa Mwanza si tu ni mafanikio ya kihandisi bali ni utekelezaji wa ndoto ya taifa. Daraja hili limesanifiwa eh, kudumu kwa takribani miaka mia moja. Daraja hili lina urefu wa zaidi ya kilomita tatu nukta mbili na ni la kwanza kwa ukubwa Afrika Mashariki na la sita kwa ukubwa katika bara zima la Afrika. Daraja hili linao uwezo wa kuhimili kubeba eh, takriban tani mia moja na sitini kwa kila spani ambapo unao uwezo wa kupitisha gari E, takriban 67. Msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu katika makala Afrika Mashariki. Hii leo tunatuama kuangaza na kumulika daraja la JPM, ndoto iliyogeuka kwa daraja la maendeleo. Mwandalizi na msimulizi wako ni unaitwa Maltininyoni, nasema karibu tuwe sote hadi tamati. Kwa miaka mingi wakazi wa Kigongo na Busisi wamekuwa wakivuka maji ya Ziwa Victoria kwa kutumia vivuko vya zamani. Mara nyingine vivuko vinapoharibika basi hujikuta katika wakati mgumu. Wakati wa mvua, upepo mkali hufumua maji ya ziwa na kusababisha hofu kwa wasafiri. Lakini licha ya hayo, kila siku asubuhi kina mama na baba, vijana kwa wazee, hujipanga kwa uvumilivu kuanza safari ya kuvuka. Wengine kwenda sokoni, wengine shuleni, wengine hospitalini. Kwa wengine tu si kivuko bali ni njia ya kuelekea matumaini watoto hufumbata mikono ya wazazi wao kwa hofu, lakini uzoea, maana ndivyo ilivyo kwao tangu kuzaliwa. Wamejifunza kwamba maisha hayaepuki hatari, bali kukabiliana nayo kwa imani na ujasiri. Katika simulizi ya maisha yao kuna mithali moja ambayo huonekana kueleza vyema safari hiyo ya kila siku: maji marefu huvukwa kwa moyo wa simba. Ni mithali ya kale, lakini kwa Kigongo Busisi imegeuka kuwa wimbo wa maisha. Ashura Rajabu mkazi wa Kigongo feri Misungwi, mkoani Mwanza, amevuka kivuko hiki kwa miaka nane na kufanya biashara ya samaki kila siku. Kivuko kilikuwa kama uzi mwembamba unaounganisha maisha yake. Naweza nikamaliza hata masaa matatu kwa wastani, kwa sababu unaweza ukafika Kigongo ukakuta feri iko mng'ambo upande wa pili. Kwa hiyo ukikuta feri iko mng'ambo upande wa pili, nabidu usubiri, na inategemeana na, je, vivuko vyote vinafanya kazi au la hasha unaweza ukakuta kivuko kimoja kinafanya kazi kingine hakifanyi kazi masama, tatu, masama, nanusu, ukua, ukwenda, kwa hiyo inabidi usubiri. Kwa hiyo unaweza ukachukua hata masaa matatu masaa ma, matatu na nusu, ukiwa ukwenda mpaka na kurudi, kwa sababu sengu unaweza ukaenda kule ukakuta kivuko kimesha nyanyua mlango kimeondoka. Kwa hiyo inabidi ukisubirie ili kirudi ukiwebwe urudi tena upande wa pili. Iwapo si kwa ujasiri wa moyo, basi wengi wangeshindwa hata kufanya safari hiyo ya kila siku. Mithali hii ni kumbukumbu -kumbu ya kwamba watu wa Kigongo Busisi si tu wasafiri, ni mashujaa wa kimya kimya wanaopambana na mazingira yao kila siku kwa matumaini ya maisha bora zaidi. Kama kuna siku moja tulipanda tukafika kule upande wa pili kivuko anachemia kikaharibika, huku cha upande wa huku kimeharibika na upande wa kule wa pili kimeharibika. Kwa hiyo tusubiri kwa wasa, nilikaa kwa muda mrefu mpaka nilija kufika upande wa huku, nikakuta samaki zimeshaharibika kwa sababu sikuwa na barafu, sikuwa na nini Alafu feri zikawa zote mbovu mbili, upande wa huku imeharibika, upande wa kule imeharibika. Kwa hiyo hata tunafurahia kwa daraja ya kupona, kwa kweli ni bora sana. Simulizi ya maumivu kwao huenda sasa ikawa historia, kwani miongo kadha Kigongo na Busisi vilikuwa pande mbili za ndoto moja zilizoachwa na teknolojia, zilizosaulika na kasi ya dunia. Sasa daraja hili linaunganisha zaidi ya kilomita tatu nukta mbili ndani ya maji ya ziwa Victoria likiwa daraja la kwanza kwa ukubwa wa Afrika Mashariki na la sita kwa ukubwa barani Afrika. Kwa Shabani Shaibu Suleiman, dereva wa roli anayesafiri Geita Bukoba hadi Kampala, daraja hili ni tiba ya maumivu ya muda mrefu. Yani kazi yangu, kazi ya loli yoyote ni mda muona ka mkubwa kazi yoyote ya, yani ya loli, awe mtu anayeendesha gari kubwa ni mda, hamna kitu ki, yani kinachomata kinacho kwenye loli au gari kubwa zaidi ya mda Unafika saa moja hapa uvuki, unavuka saa nane saa tisa ule muda unaambao umeupoteza pale, ule ndio hela yako kwenye kazi yetu ya loli. Yaani kwa mfano, unafika saa moja unavuka saa moja Mwanza, unaingia saa mbili saa unafika, unaipaki ile gari, unaenda kupumzika angalau hata masaa matatu manne. Ukiamka saa tisa saa nane ule muda unaoamka wewe ndio muda ambao unaingiza hela yako wewe, lakini muda ambao unalala feri, unakuja tena kuvuka, ushapoteza hela hapa una nyumba ya kupanga, mtoto anatakiwa ende shule, ujala ile hela ushaipoteza, ushapoteza. Kwa upande wake Robert Amblet, dereva wa bodaboda, daraja hili ni njia mpya ya kipato. kwa, kwa upande wangu mimi faida inayopata kwamba kwanza tumeongeza kipato, Tum, kipato kimeongezeka kwa mtu mmoja mmoja baada ya hili daraja kuwa limekamilika, kwa sababu unapata abiria kwenda ruti ndefu ambapo tunapata faida kubwa, tofauti na zamani tulikuwa tunapata ruti fupi na hela kidogo, lakini saa hii tunapata ruti ndefu na hela kubwa. Msikilizaji wa RFI Kiswahili. Kwa ukanda wa ziwa daraja hili linamaanisha ukuaji wa soko, uboreshaji wa huduma na ongezeko la usafirishaji wa bidhaa kwa haraka zaidi kwa Afrika Mashariki. Ni daraja la kibiashara kuunganisha Tanzania na nchi jirani kama Rwanda, Burundi, Kongo, Uganda na Kenya. Mhandisi Ramadhani Hassani Majaliwa, Kaimu Meneja wa TANROADS mkoa wa Mwanza, Anasema daraja hili limesanifiwa kudumu kwa zaidi ya miaka mia moja bila uhitaji wa marekebisho makubwa. Ujenzi wa daraja hii ulianza rasmi eh, Februari mwaka 2020 ka awamu ya tano ya, ya hayati John Pombe Joseph Magufuli na eh, ilikuwa ni ndoto ya marehemu kuja kuunganisha eneo hili kupitia daraja, ambapo eh, daraja hili tulilisanifu kwa kutumia eh, teknolojia ya madaraja makubwa ambayo inaitwa, ambalo sasa inakuwa, eh, daraja inakuwa, inakuwa kunakuwa na daraja kuu pamoja na madaraja ya, ya matoleo. Daraja kuu lina almost mita 520, alafu, e, mita 1240, 1200 kila upande ni daraja la matoleo. Daraja hili e, limesanifiwa e, litakuwa li, li, lina urefu lina, e, wa kilomita tatu na upana wa mita 28 28.45, na kulifanya kuwa daraja refu zaidi kuliko madaraja yote katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, lakini pia inafanya kuwa daraja namba sita katika madaraja yote Afrika hii. Ujenzi wa daraja hili ikiwa ni ndoto ya aliyekuwa rais wa Tanzania, hayati Dr John Pombe Magufuli, ndoto ya kulivusha taifa kutoka upande wa kusubiri hadi hatua ya kusonga mbele. Daraja hili limekuwa ni, ni, ni, ni ukombozi mkubwa sana katika, eh, katika kanda huu wa Victoria, lakini pia kwa nchi kwa ujumla kwa sababu Ee, daraja liko katika barabara barabara, daraja liko katika barabara ya ee, barabara kuu namba T04 ambayo inaunganisha, ina, inaunganisha mpaka wetu wa, wa, wa Mutukura kwa maana ya Uganda inakwenda mpaka Sirari katika ushoroba wa wa, wa, wa, wa Lake Zone, kwa una jumla takriban kilomita 752, kwa unaona kwamba daraja hili sasa linakuwa ni link kubwa inatuunga na nchi kama za Burundi, Rwanda, Uganda hata pia kwenda Kenya kwa, daraja kwa kwa na muhimu wa kipekee kwa maana ya, ya swala la, la uchumi kwa wakazi wa Kigongo Busisi. Daraja hili si tu la zege na chuma, ni daraja la matumaini, ni daraja la ndoto zilizotimia, ni daraja linalotazama mbele, kuunganisha watu, biashara na mataifa. Uchumi wa kanda ya Ziwa unatarajiwa kukua kwa kasi, na Afrika Mashariki yote itanufaika kwa daraja hili, ambalo ni zaidi ya njia, ni ishara ya mwamko mpya wa maendeleo ya bara hili. Ashura Rajabu anamaliza kwa kusema najisikia amani sana nikiona daraja kama hili, maana limekamilika. Kwa hiyo tunashukuru, tumepata urahisi. Msikilizaji wa rafiki Kiswahili, na kufika hapa naweka nukta katika makala haya ya Afrika Mashariki hii leo. Tumetuama kuangaza na kumulika daraja la JPM, ndoto iliyogeuka kuwa daraja la maendeleo. Mwandalizi na msimulizi wako unaitwa Martin Nyoni. Hadi wakati mwingine, kwa heri, kwa sasa na uwe na wakati mwema.